Nichangie. Nimefurahi sana kusikia wenyeviti wa bodi sasa wataingia kwa kushindana. Hili ni jambo zuri sana na mimi leo ni kama mara ya nne nazungumza. Mwenyekiti wa bodi ndio mbeba maono. Sasa mara nyingi imekuwa kama cheo cha shukurani, mtu anastaafu na miaka sabini, kashindwa kufanya kazi vizuri akiwa kazini, amesha kuwa mstaafu, maisha amempiga kule, unamchagua tena unampa bodi hana anachopoteza, na muda wake wa Mungu umeshafika miaka sabini. Kwa hiyo anaenda pale kukaa tu na kusinzia, matokeo yake tunaanza kusumbuana. Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa waziri, ninafurahi waingie wa kwa ushindani, lakini na umri pia. Mtu akishastaafu anatakiwa pumzike, mawazo mapya yaingie. Mimi na, natoa mfano mmoja, tulipata mwenyekiti kwenye kamati yetu ya, ya, ya nishati Nyasao, ni ambaye sasa ni waziri wa ulinzi, ni kijana kapiga kazi vizuri, kapelekwa UNICEF kapiga kazi vizuri, leo waziri hapa. Sasa unachukua mtu amesha expire tena unamtundika kazi ya kuzurura, haiwezekani. anataka kwenda akajiridhishe mradi, anataka kwenda sijui Liganga na Mchuchuma, ukiangalia hapa na pingili zimechangana, basi anafanyia kazi kwenye simu. Mimi nadhani ili wazo ni zuri kabisa, mheshimiwa waziri, kwamba ipatikane hiyo kazi kwa ushindani, lakini pia na umri uweko, kwamba tunashindana na watu wa design gani Ukishindanisha watu wamesha stafu ana uwezo, hawezi kukompiti na kijana wa miaka 45, katoka chuo kikuu, lakini ana mawazo mazuri. Kwao niombe sana hilo, tuliweke kama ninavyoshauri swala. So, lingine Mheshimiwa, bado nasema utekelezaji wetu wa mipango mipango inakuwa mizuri, lakini serikali mnakuwa hamuongei lugha moja. Natoa mfano wale mnaotoka Dar es Salaam, sisi tulipanga vizuri, tutajenga barabara za mwendo kasi, tutajenga barabara za njia nne Nyinyi mnaopita ile barabara, ukishuka airport, niambieni mmefananisha na nchi gani ile barabara? Tunazunguka wote huko duniani, nchi gani unatoka airport vizuri, ukishaingia barabara ya kwenda posta, yani gari inaenda, hautuli inazunguka hivi. Inazunguka hivi. Wakati huku mliacha eneo, mliacha eneo, ni ramani mliitoa wapi ya njongi, njongi, hizo kona kuanzia mwanzo mpaka mwisho? He, na leo tunatengeneza kwenda mpaka Tegeta. Kwa hiyo chukua mfano mtu anayeishi Tegeta akitoka airport ya Dar es Salaam Zile kona, moja, putafika, taketa, kona unahesabu moja mpaka utafika takata kona mia moja, concentration ya kustarehe kwenye gari amna. He? Huo mpango ulitengenezwa na nani? Mlijifunza wapi? He? Sasa mimi niwashauri sana ndugu zangu, kwa kweli tunafika mahala tunaona sasa kama hamzungumzi lugha moja. Ni vizuri tukawa na lugha moja, unapotengeneza mpango, mshirikiane. Tunajenga leo barabara. Baada ya miezi miwili mitatu, unaona tena wengine wanakata barabara, wanapitisha waya wa umeme, wanakata barabara, wanaweka mabomba. Jamani, kwani kwenye mipango yenu hamjui kama huku kuna watu huku hakuna watu? Jamani, hii kitu tunafika mahala kushauri kwa kweli, mtaona kama tunawapinga lakini, ndugu zangu, nyinyi hasa mlio bahatika kama injinia na wasomi tuliowaamini wa kwenye mawizara, tengenezeni mpango wa pamoja, mshirikiane mnapotengeneza, kila mtu alete hitaji lake mnapotaka kutengeneza kitu kimoja, lakini sio tunatupa hela leo, baada ya wiki moja tunakuta girenda zinalia, tunapitisha bomba la maji kupeleka kulia I, ili ni taifa la wasomi Asistu, na sisi tunawaamini, tengenezeni vitu vya kisomi kisomi, msitengeneze vitu vya blabla.